Avieta, rusha ndege ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Avieta inapatikana kupitia PMBet co tz. Kutana na ujumbe kutoka kwa Ray the Greatest akiwa amemtumia rafiki yake wa muda mrefu sana ambaye kwa sasa ni marehemu. Huyu si mwingine ni Kanumba the Great. Hawa wawili walikuwa wakifanya kazi kwa pamoja miaka mingi iliyopita, lakini tu kwa sababu ya mmojawapo kutangulia mbele ya haki, basi wameweza kutenganishwa. Na siku ya jana tuliweza kumwona Ray akiwa ameposti video ikimwonyesha yuko makaburi aliko Zi, makaburini alikozikwa Steven Kanumba, lakini pia kupitia ukurasa wake wa Instagram aliweza kuandika maneno kadhaa kuhusiana tu na kile kitendo ambacho kimeonyeshwa kwenye video hiyo, akisema kwamba leo ni mwaka mpya, nimemtembelea ndugu yangu makaburini kwenda kumwombea ili endelee kupumzika kwa amani, huku akiongea, yani kama anamuona vile, akasema kwamba the great, ukimya wangu huu sio kama sikukumbuki, hapana, nakumbuka sana ndugu yangu ila Mungu naye alikuhitaji zaidi. Endelea kupumzika kwa amani ndugu yangu. Ipo siku tutakutana sehemu nyingine tofauti na hii iliyopo sasa. Mwanga wa milele yakupe na akupe Bwana lakini pia mwanga wa milele akuangazia upumzike kwa amani. Amen. Huyo ni Ray ambaye ni mwigizaji maarufu sana ambako ukitaka kuelezea kwenye historia ya Bongo Movie hawa ni watu ambao walijua kuipush tasnia kwenda viral sana Asante sana kwa PM Bet ambao ndo wanatuletea uwezo uh, wa wewe kukufikishia hizi story zote, lakini pia kama uje subscribe, basi subscribe, share, comment, wezavyo kwa sababu story ni nyingi sana sana sana, sana. Cha kufanya tu ni kusubscribe kwenye page ya PMTV2. YouTube channel lakini pia uh, jina langu ni Teddy Allen, bye bye.